inayosimamia ligi kuu Tanzania bara sote so, tunafahamu siku ya leo ikiwa siku ya leo ni siku ya Jumanne March 4 mwaka 2025 meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ally aliweza kuitwa katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia ile kamati ya maadili kwa kosa la kuongea lugha ambazo kwa upande mwingine zimeweza kuvunja maadili ya mpira wa nchi ya Tanzania, lakini bila kusahau afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga ndugu Ali Shabani Kamwe, naye pia aliweza kuitwa katika kamati ya maadili kwa sababu ya kutoa lugha ambazo zinakinzana na sheria zinazosimamia mpira wa miguu. Sasa watu wengi wanataka kujua, je, ni kwa nini Ali Kamwe ameitwa katika kamati ya maadili na je, ni kwa nini Ahmed Ally naye pia ameitwa katika kamati ya maadili? Fahamu. Tunashuhudia Ali Kamwe aliweza kupost chapisho katika mitandao yake ya kijamii la Instagram akishtumu shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kuweza kuichunguza klabu ya soka ya Simba, kwa sababu Simba ni miongoni mwa klabu ambayo inapendelewa sana na marefa, yaani timu pinzani zinapokuwa zinacheza na Simba, basi kwa upande mwingine wakifunga magoli inasemekana na kuwa offside, sometimes wananyimwa hadi penati za halali, lakini Simba wao wanabebwa na marefari kwamba kwa upande mwingine Simba wao wakiingia ndani ya boksi, wakifunga bao linahesabiwa, hata kama ni offside. Na bila kusahau, kwa upande mwingine, hata kama Simba wakicheziwa rafu ndani ya boksi, basi kwa upande mwingine Simba Sports Club wananufaishwa na marefa. Kwa hiyo Ali Kamwe akaliomba shirikisho linalosimamia mpira wa miguu Tanzania TFF waweze kuzichunguza mechi za klabu ya Soka Simba. Sasa kutokana na chapisho hilo ambalo Ali Kamwe aliweza kulitoa, basi ndilo ambalo iliweza kumponza na kuitwa katika kamati ya maadili. Kwa hiyo kesi yake siku ya leo imeweza kusikilizwa, na kinachosubiriwa kwa sasa ni hukumu ambayo itakwenda kutolewa hivi siku za karibuni, kutokana na kauli ambazo Ali Kamwe ameweza kuzitoa dhidi ya shirikisho sambamba na kuishtumu klabu ya soka ya Simba. Lakini kwa upande wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ally, yeye kwa upande mwingine amepelekwa katika kamati ya maadili na klabu ya soka ya Yanga Sports Club ambapo Ahmed Ally mara baada ya kutoka katika mkutano huo ameweza kupata nafasi ya kufunguka mbele ya waandishi wa habari na kusema maneno yanayosema hivi: Kwenye mkutano wangu wa uzinduzi wa tawi pale Mbagala Chamazi, nilitoa sentesi inasema, adui namba moja wa Simba ni Yanga Sports Club na namba pili ni Singida Black Stars. Wao wamechukua hiyo kuwa ndiyo kesi, na ipo tafsiri ambayo wao wametafsiri maneno hayo na wakaileta kwenye kamati ya maadili. Tunachosubiria ni kamati kukaa na kuangalia mawasilisho ya pande zote mbili, na baada ya hapo watoe hukumu kulingana na kanuni na sheria za mpira wa miguu. Kwa hiyo tunaona huyo ni Ahmed Ally, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba baada ya kushtakiwa na klabu ya soka ya Yanga Sports Klabu, ambapo wao Yanga wanasema kwamba Ahmed Ally kauli aliyotoa si ya kiungwana, kusema kwamba adui namba moja wa Simba ni Yanga na namba mbili ni Singida Black Stars. Kwa hiyo Yanga ya wao kwa moja kwa moja wakampeleka katika kamati ya maadili kwao, ndo hivyo Ahmed Ally ameweza kwenda na wanasheria. Lakini kingine ambacho ameweza kufunguka Ahmed Ally ni kwamba kutokana na shauri ambalo lipo pale katika kamati ya maadili, basi aliathiri ufanyaji wake kazi ndani ya kosi ya wekundu wa Msimbazi. Ataendelea kuhudumu ndani ya kosi ya wekundu wa Msimbazi mpaka pale hukumu itakapotolewa. Ikumbukwe, tumewahi kuwashuhudia maafisa wengi wa habari wakipelekwa katika kamati za maadili, huwaga hawarudi salama, wengine wanafungiwa kabisa kuto kujihusisha na mpira kwa kipindi cha muda fulani. Tumeshuhudia kwa zaka za kazi, naye pia ni miongoni mwa watu ambao wa alifungiwa na shirikisho la soka nchini Tanzania kupitia kamati yake ya maadili, bila kusahau Haji Sande Manara, naye pia alishawahi kukumbana na rungu la kamati ya maadili. Kwa hiyo kule siku nzuri na si salama, hususan unapopelekwa pale kwa sababu kuna kosa linalokuwa limekupelekwa. Kwa hiyo tunaona hiko ndicho kilichojiri kwa Ahmed Ali, lakini kwa Alikamwe yeye kauli zake ndizo ambazo zimemponza zikidai kwamba Simba wanaharibu mvuto wa ligi ambapo TFF wamewekeza nguvu nyingi kuitengeneza ligi, lakini wao Simba wanapanga matokeo. Kwa hiyo moja kwa moja TFF watakwenda kukaa kusikiliza malalamiko ya Yanga na utetezi wa Ahmed Ali, kisha watakuja na majibu, huku Alikamwe naye pia kesi yake ikiwa yeye sambamba na TFF.